Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya mji wa Tunduma inaendelea na utaratibu wa kutoa tuzo kwa idara ya elimu kwa kazi kubwa wanayoyafanya kwa kazi kubwa inayoyafanywa na walimu na wadau mbalimbali. Kila mwaka halmashauri inatoa motisha mbalimbali kwa walimu na wafanyakazi wengine kwenye siku yao ya wafanyakazi ya ambayo ni kesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, Leo tarehe 30 mwezi wa 4 2025, halmashauri tumeandaa tuzo na motisha mbalimbali kwa wadau wa, wa elimu kwa ujumla, kwa namna moja au nyingine waliokuwa chachu ya wa maendeleo ya elimu katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, almashauri leo tarehe tare 30 mwezi wa 4 tunaandaa tuzo kwa sababu ifuatayo. Sababu ya kwanza halmashauri ya mji wa Tunduma kwa mwaka 2024 imeongoza katika mitihani yote kwenye mkoa huu wa Songwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mtihani wa darasa la nne tumefaulu kwa asilimia 89, 89.3. Mtihani wa darasa la saba tumefaulu kwa asilimia 91.1. Mtihani wa kidato cha pili tumefaulu kwa asilimia 93 mtihani wa kidato cha nne tumefaulu kwa asilimia tisini na nane na mtihani wa kidato cha sita tumefaulu kwa asilimia mia moja. walimu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna hiyo tuliwiwa kuona tuandaye tuzo za kuwapongeza walimu hawa na wadau wa elimu mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na maelezo na maelezo hayo, leo tunatoa tuzo na motisha kwa shule tunatoa tuzo na motisha kwenye maeneo mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa tuzo kwa walimu waliofanya vizuri katika masomo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaenda kutoa tuzo na motisha kwa shule zilizofanya vizuri katika taaluma ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa tuzo na motisha kwa shule zilizofanya vizuri kwenye miradi ya maendeleo inayoendelea kutekelezwa ndani ya halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa shule tunatoa tuzo na motisha kwa shule zilizoboresha mazingira ya shule. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa tuzo na motisha kwa shule zenye madarasa ya awali yanayoongea yenyewe kwa yenyewe. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, utatoa tuzo na motisha kwa shule zilizofuta KK, maana yake kusoma kuandika na kuhesabu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia utatoa tuzo kwa maafisa elimkata wote kwa kazi nzuri walioendelea kuifanya kusimamia walimu kwenye shule mbalimbali. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho utatoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa elimu ambao kwa namna moja au nyingine wametusapoti kila siku kwenye kuhakikisha kuwa tunatoa elimu bora kwa watoto wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, wadau wao baadhi yao ni mdhibiti ubora wa shule, benki ya NMB, NBC, CRDB na benki ya Posta na wadau mbalimbali kama tutakavyoleta kwenye listi. Niweze kuwapongeza viongozi wote wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwa kuweza kusimamia vyema upande wa elimu mpaka tumepata mafanikio makubwa katika nyanja zote nne. Mpaka na mimi nilikuwa nasikia katika risala tumefanya vizuri kwenye upande wa darasa la saba, darasa la nne, form 4 pamoja na form 6. Mimi kwa hiyo, namimi kama mwenyekiti wa chama niendelee kuwapongeza viongozi wote wa halmashauri kwa kazi kubwa hii ambayo imeleta heshima kwenye mkoa wetu wa Songwe. Ndugu zangu, kwa niaba ya sisi madiwani wa mji wa Tunduma, tuna neno moja tu la shukurani kubwa sana kwenu ninyi walimu ambao tunatambua mchango mkubwa na jitihada kubwa ambazo mmekuwa mkizifanya kila siku na eneo kubwa mmekuwa mkijitolea, mpaka leo tunatembea kifua mbele katika mji wetu wa tunduma na tumeongoza katika mkoa wetu wa, wa, wa, wa Songwe kwa sababu walimu mliamua kufanya vizuri kwenye maeneo yenu. Hongereni sana, kwa niaba ya mji wa Tunduma na kwa niaba ya mwenyekiti wangu, yuko hapa ameniteua niseme kwa niaba yake, sisi hatuna maneno mengi zaidi ya kuwapongeza sana na kuwashukuru, na hakika Mungu aweze kuwabariki sana. E, elimu Ndugu mgeni rasmi, katibu tawala wetu wa mkoa wa Songwe, kwanza nichukue fursa hii kwa heshima kubwa kukukaribisha kwenye mji wetu wa Tunduma, lakini kueleza furaha na faraja kubwa sana tuliyokuwa nayo ili kuweza kushiriki na wewe katika shughuli muhimu sana hii ya kuweza kutoa tuzo kwa maana ya kutambua kazi kubwa na mchango mkubwa unaofanywa na walimu wetu katika kuhakikisha elimu yetu inaendelea kuongezeka siku hadi siku katika mji wetu wa Tunduma. Halmashauri ya mji wa Tunduma iliweka matarajio ya kuandikisha watoto elfu sita na mia mbili na tatu kwa darasa la kwanza lakini, walioandikishwa ni elfu tisa mia elfu sita mia tisa na saba, ambapo ongezeko lake ni asilimia mia moja kumi na moja pointi tatu. Alikadhalika, kwa upande wa awali matarajio yalikuwa ni elfu nne mia tatu ishirini na moja, ambao wameweza kuandikishwa walikuwa elfu nne mia tatu sitini na tano. Vile vile kulionge kulikuwa na ongezeko la asilimia sifuri moja, kwa maana tulipata zaidi ya asilimia mia moja. Hii inaonyesha ni namna gani ambapo wazazi wana utayari wa kuwapeleka watoto shule, lakini pia kazi kubwa inayofanywa na watumishi waliokuwa kwenye idara ya elimu. Lakini kadri muda unapozidi kwenda, kwa miaka hivi ya karibuni, kila siku mji wa Tunduma unashika nafasi ya kwanza kimkoa katika elimu yetu ya msingi, kwa maana matokeo ya darasa la nne na matokeo ya darasa la saba. Lakini pia kwa upande wa sekondari tumeendelea kufanya vizuri, na tumeshuhudia pia shule zetu mbili, moja sekondari lakini na nyingine moja serikali na nyingine binafsi, na zenyewe pia zimeweza kuongoza katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwemo shule yetu ya Tapo ya serikali lakini na shule ya Mtakatifu Kalolo Boromeo na yenyewe imeweza kuongoza kimkoa. Yote inamaanisha namna gani sisi wana Tunduma tunavyokwenda kwa wakazi, lakini pia kwa upande juku wa elimu ya juu kwa maana y kidato cha tano na cha sita, hatukuweza kutoa divisheni 4 na divisheni sifuri, zote tumeshazifuta matokeo ya mwaka jana, ni divisheni 1 mpaka divisheni 3. Kwa hiyo mgeni rasmi tuna kila sababu ya wewe uwepo wako hapa kwa sababu hizi taarifa unaweza ukaziona kwenye makaratasi, lakini taarifa hizi hazijaja kwa bahati mbaya. Kuna watu wamefanya kazi kubwa na nzuri, na inawezekana pia wamefanya kwenye mazingira magumu, na hatimaye leo tunafurahia haya matunda mazuri yaliyofanywa na walimu wetu. Kwa hiyo ukiwa kama mgeni rasmi ambaye ni kati utawala wa mkoa wetu ukiwa kama ndo mwajiri wetu basi leo sisi tuko tayari kupokea tuzo, lakini vile vile kukusikia, ili tuendelee kuhamasika na mambo yetu yaendelee kuwa mazuri katika mkoa wa Songwe. Tunduma oye. oye Tunduma safi! walimu oye! elimu safi! Mheshimiwa wetu wa wilaya Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, mkurugenzi, ndugu viongozi wote mlioko meza kuu, ndugu zangu walimu na watumishi wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, aliyealikwa kwenye shughuli hii alikuwa ni mkuu wa mkoa Na na yeye alisema angeweza kuwepo lakini kwa sababu ya dharura zilizompata ameshindwa kushiriki kwa moja nasi, akaniambia nije mimi kumwakilisha mahala hapa kwao. Niko hapa kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, na inaomba mpokee salamu zake nyingi sana. Mmezipokea walimu? Hawajapokea walimu! Mmezipokea salamu za mkuu wa mkoa? ndugu zangu alipokuwa anatafuta nani amtume, kuwa mgeni rasmi aliposema tu kama unakwenda kwenye sherehe Tunduma.